Lakini niliwapa taarifa hii familia, wamewasiliana. Nafikiri sasa, huyu baba mwenye nyumba yeye anataka nani, alikuwa amelala atakuwa baba Marimu, yule ndugu yake, yeye ndio analala sasa, kuna tusikie